Ni kama vile hawajafurahishwa mashabiki wa Simba. Simba amepita lakini performance haijawavutia walio wengi. Nini ambacho kimeenda tofauti kubwa? Ni kama alivyosema kwamba ni kuna, kuna kipindi timu inacheza vibaya na, na iko wazi na kila mtu anafahamu hilo, na Simba imepata matokeo ya ushindi kwa ujumla, lakini haikucheza mchezo mzuri ama kiwango kizuri, kitu ambacho kwa upande wa wa mwalimu, hata mwalimu mwenyewe anakiri hilo. E, kutokana na aina ya mechi ambayo wamecheza, kuna kipindi nakuwa na siku mbaya kazini e, viwango vinakuwa sio vile ambavyo wengi wamezoea, lakini mwisho wa siku matokeo mpira, e, ya mpira yanabaki kwamba umepata kitu gani mara baada ya mechi mm. e, maanake unaweza ukacheza vibaya, lakini baadaye ukapata matokeo ya, ya, ya, ya faida ukajipanga siku nyingine, na kitu ambacho kwa Simba kilitokea katika misimu iliyopita kwa mfano, nakumbuka msimu huo Simba alifika robo fainali ya michuano ya Ligi ya Mabingwa tunakumbuka wengi mechi ya Simba na Pawa Dynamo, mechi muhimu ya kuelekea hatua ya makundi. Mechi ya kwanza Simba, zile mechi mbili mm. akucheza vizuri kama ilivyokuwa e, leo e, mechi ya kwanza katika uh, ardhi ya Zambia sare ya magoli mawili kwa mawili tena Simba akiwa na anasawazisha Chama akifunga magoli tu mawili, lakini mechi ya pili ndio mechi ambayo ni kama mechi inayofananisha na ya leo katika uwanja wa Azam Complex ilisha moja moja, Simba anaanza kufungwa, baadaye Boko anasababisha na kuchomwa ikawa ni moja moja ni mechi ambayo kuna muda mwingi walikuwa naombea mechi ishe, na kweli wakaingia hatua makundi hatua makundi, Simba wakabadilika wakaenda mpaka hatua ya robo fainali. Na hata msimu uliopita Simba kabla, nakumbuka mechi ya kwanza ya kimashindano dhidi ya Ahly Tripoli e, ugenini, hakucheza vizuri, ilisha suluhu bila bila, na kila mmoja liamini mechi ya pili pengine Simba angekuwa na wakati mgumu na angeondoshwa katika mashindano, lakini mechi ya pili kawa tofauti ile akina mabululu na Simba wakapata ushindi wa jumla wa magoli matatu katika uwanja wa Benjamin Mkapa mm -hmm. kwa moja na wakatinga. Kwa hiyo inawezekana kuna muda mechi aucheze vizuri ndio na hiyo ni, ni, ni kweli ipo hii, lakini kuna kipindi sasa ishatokea hivyo nafanyaji, nabidi sa upambane upate matokeo utinge ataa nafatia uh, ujipange siku nyingine. Lakini kiwalisia ni kweli Simba akucheza vizuri, lakini e, kitu cha kuwapongeza benchi la ufundi ni kwamba amepata matokeo jumla, ameingia tu anafuatia, manake kidogo si picha nzuri kwa upande wa Simba. Eh, timu za Tanzania zimeingia katika hatua ya mafuatili lakini nayo imeshindikana. Na ndomana akasema hizi sinario zimekuwa zikijirudia kwa upande wa Simba. Inawezekana mechi alioicheza vibaya lakini baadaye akajipanga kaenda vizuri, maanake Simba ukiangalia inapitia changamoto ya kutokuwa na mwalimu eh, wa kudumu sasa mara baada ya kuondoka kwa kocha eh, eh, Fadlou. Na hata kocha huyu kati ripoti inayoandikwa ya, ya, ya, ya, ya uongozi wa Simba kwamba ni kocha wa muda mm, ambaye ataongoza mechi kadhaa. Inawezekana katika hatua makundi ama hatua mechi ijayo tukashuhudia benchi jipya katika timu ya Simba kwao, na fikiri unaelewa sinario kama hizo ndomana atelo hii wametinga tu nafuatii, lakini kidogo haikuwa nzuri kwa upande wa uwanjani.